mana naliitia jina lako siku ya leo, naliitia jina lako wakati huu, Bwana naliitia jina lako Bwana, nakuita wewe Bwana wewe, umesema niiteni nami nitakuitikia nitakuonyesha mambo makubwa magumu usio yajua. Nakuita Bwana, nakuita muda huu Bwana, nakuita wakati huu Bwana, nakuita kwa habari ya huduma hii Bwana, nakuita kwa habari ya afya ya mtu huyu Bwana, nakuita kwa habari ya uchumi Bwana, nakuita kwa habari ya Tanzania Bwana, nakuita kwa habari ya watu wangu Bwana ninakuita Jehova, niitikie Bwana kwa damu ya mwana kondo katika jina la Yesu, kwa maana imeandikwa, sikio lako si zito hata lishindwe kusikia, wala mkono wako si mfupi hata ushindwe kuokoa. Mungu mfalme wa mbingu na nchi, naomba sikio lako lisikie dua hii, naomba sikio lako lisikie maombi haya, naomba sikio lako lisikie tena Bwana, lisikie tena Bwana, mkono wako uwe juu yangu, mkono wako uwe juu ya kanisa langu, mkono wako uwe juu ya watu wangu Mkono wako juu ya taifa langu, mkono wako uinuke tena Bwana, kwa damu ya mwana kondo, katika jina la Yesu Kristo. Ninaliita jina lako sai Bwana, kwa damu ya mwana kondo, katika jina la Yesu Kristo. Ninaruhusu nguvu zako kuachilika, kwa damu ya mwana kondo, katika jina la Yesu. Kwa maana imeandikwa, dondokeni, dondokeni enyi mbingu, ili mawingu apate kumwaga haki. Ninadondosha mbingu zote zilizofunga, mbingu za giza, mbingu za uchawi, mbingu za ushirikina, mbingu za magonjwa, mbingu za kila aina nazidondosha kwa damu ya mwanakondoo katika jina la Yesu Kristo. Ninataka Bwana kuona mawingu yakimwaga haki kwa damu ya mwanakondoo yakimwaga haki kwenye ibada yakimwaga haki kwenye huduma yakimwaga haki kwenye nchi yakimwaga haki kwa damu ya mwanakondoo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai, ninaharibu kazi za giza ninaharibu madhabahu za giza ninaharibu tawala za giza ninaharibu falme falume za giza kwa damu ya mwanakondoo katika jina la Yesu Kristo, zinazoendelea kushikilia watu wangu, zinazoendelea kukamata watu wangu, zinazoendelea kushika afya, zinazoendelea kushika uchumi, zinazoendelea kushika kazi, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu. Wewe Bwana umesema neno lako si kama nyundo ivunjayo mwamba vipande vipande. Leo kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu Kristo, ninaitumia neno lako kama nyundo, ninavunja kila paa za giza ninavunja mawe ya giza yaliyosimama, ninavunja roho za kuzimu zote, ninapasua pasua kwa damu ya mwana kondoho katika jina la Yesu, ninavisambaratisha kwa damu ya mwana kondoho katika jina la Yesu Kristo, ninatangaza kwenye ulimwengu wa roho, ninatangaza kwenye ulimwengu wa roho, ninatangaza kwenye ulimwengu wa roho katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoho katika jina la Yesu, kwa maana imeandikwa, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kupinga ila za Shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falme na juu ya mamlaka na wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya kwenye ulimwengu wa roho. Inavipanga vita leo kwa damu ya mwanakondoo katika jina la Yesu. Majeshi yaliokaa kwa damu ya mwanakondoo kwenye ulimwengu wa roho katika jina la Yesu, navipanga vita kwa damu ya mwanakondoo katika jina la Yesu Kristo, na washambulia leo kwa damu ya mwanakondoo katika jina la Yesu, kwa maana imeandikwa silaha zetu zina nguvu katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu. Nazituma silaha kwenye ulimwengu wa roho, nazituma silaha kwenye ulimwengu wa roho, zinatembea kwenye ulimwengu wa roho katika jina la Yesu. Mapepo yaliyojigeuza wanadamu yakakaa kati yetu yakatembea kati yetu, nayashambulia leo kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu. Mapepo yaliyojigeuza yaliyojigeuza wanyama yaliyojigeuza ndege yaliyojigeuza viumbe, nawashambulia leo kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu ninabomoa kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu. Ninatumia neno la Bwana kama nyundo, navipanga vita kwenye ulimwengu wa roho kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa maana imeandikwa, neno la Bwana ni kama upanga wenye makali kuwili. Natumia neno la Bwana kama upanga kushambulia kila kazi. Nakata miashela yao, nakata miashela yao, naangusha, napeketeza vichaka vyao katika jina la Yesu. Natuma moto kwenye mashimo yote, natuma moto kwenye maandake natuma moto kwenye miungu natuma moto kwenye mashamba natuma moto kwenye mito kwa damu ya mwanakondoo, katika jina la Yesu. Ninatangaza kwenye ulimwengu wa roho leo katika jina la Yesu, nashambulia kazi zenu zote nashambulia madhabahu zenu zote nashambulia kwa damu kati ya mwanakondoo katika jina la Yesu, yaliyokamata mioyo yangu aliyokamata moyo wangu wakazuia nguvu ya kuomba wakazuia nguvu ya kumtafuta Bwana wakazuia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai, nina vipanga vita. Naharibu kazi zenu, naharibu madhabahu zenu, naharibu uweza wenu, naharibu nguvu zenu kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu. Na navipanga vita kwa damu ya mwanakondoo, roho za giza zote na vipanga vita, roho za mashetani wote na vipanga vita, roho za mapepo na uganga na vipanga vita kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, majini yanaopaa, majini yanaotambaa tembea yaliyokaa kwenye vichaka yaliyokaa kwenye milima yaliyokaa kwenye mito yaliyokaa kwenye bahari yaliyotokea baharini yaliyotokea kwenye mito, kwa damu ya mwana kondoo, yaliyotokea kwenye mabwawa, katika jina la Yesu, naisambaratisha nguvu yenu, naisambaratisha kwa damu ya mwana kondoo, kwa maana imeandikwa, na pajua ukapo ndipo kwenye kiti cha enzi cha shetani, nawe walishika sana jina langu, nami navunjavunja kila kiti kilichotengwa, kiti cha giza kilichokaa kati yangu, kwa damu ya mwana kondoo kiti cha shetani kiti cha uchawi cha uganga wa kenyeji kilichokaa kati yangu kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu nina kivunjavunja kwa damu ya mwana kondoo nina kipasuapasua kwa damu ya mwana kondoo ninatuma moto kwenye ulimwengu wa roho unatembea kila mahali ninatuma moto kwenye ulimwengu wa roho unakula kila mahali kwa damu ya mwana kondoo. Kwa maana imeandikwa, neno la Bwana ni kama moto ulao. Leo katika jina la Yesu natuma neno la Bwana kama moto unakwenda kushambulia natuma maneno la Bwana kama moto unakwenda kulamba unalamba, sadaka za giza, sadaka za uchawi kwa damu ya mwanakondoo, sadaka za damu za wanadamu, katika jina la Yesu unalamba kwa damu ya mwanakondoo, katika jina la Yesu Kristo, kila uovu uliotengenezwa kwenye ulimwengu wa roho, uliokamata watu, uliowashika watu, uliowaweka watu misukule, kwa damu ya mwanakondoo, katika jina la Yesu. Kwa maana imeandikwa, saa ipo na saa inakuja ambapo wafu wataisikia sauti ya Bwana, na wale Sikia, watakuwa hai. Ninatangaza kwa jina la Yesu, kila mwanadamu anaonekana amekufa, kumbe yuko hai. Ninatuma sauti iende kwenye miamba, iende kwenye masoko, iende kwenye mastendi, iende njia panda, iende makaburini, iende kwenye mahoteli, iende kwenye viwanja vya mpila, iende kila mahali katika jina la Yesu, ikawalete watu mahali hapa kwa damu ya mwanakondoo, katika jina la Yesu. Aliyoiba nyota za watu katika jina la Yesu, watu wanatembea kama makopo, kwa damu ya mwanakondoo katika jina la Yesu, vibali vyao vimeibiwa, vitu vyao vimeibiwa, katika jina la Yesu. Kwa maana imeandikwa, na nyota ikaonekana mashariki ya mbali, wakaifuata wale mamajusi. Katika jina la Yesu, nyota za watu zilizoibiwa na zinyang'anya, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu, na zinyang'anya kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu, zilizoshikwa na zinyang'anya kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu, na vipanga vita kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu, utaachia damu ya mwana kondoo maana Daudi akasema Wewe umenijia kwa mapanga na marungu, lakini mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi, kwa damu ya mwana kondoo. nalitumia neno la Bwana kama silaha mahali hapa, natumia neno la Bwana kama moto mahali hapa, natumia neno la Bwana, moto uwake utoke, kwa damu ya mwana kondoo, moto utembee katika jina la Yesu, moto utembee kwenye vyange, kwa damu ya mwana kondoo, kwenye vyenge vya uchawi, kwa damu ya mwana kondoo, kwenye vizimba vya uchawi, kwa damu ya mwana kondoo, kwenye vyenge vya uga kwa damu ya mwana kondoo, kwenye vizimba vya uganga kwa damu ya mwanakondoo, moto utembee katika jina la Yesu! Uliokamata moyo, uliokamata mikono, uliokamata afya, uliokamata kazi, uliokamata ndoa, uliokamata biashara, ewe mama mchawi, ewe bibi mchawi, ewe mganga mchawi, ewe roho ya kuzimu, na kushambulia leo na kushinda kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, na kunyang'anya leo mateka wako, na kunyang'anya wewe kwa damu ya mwana kondoo katika jina Yesu, kila mateka uliowakamata umewaweka kwenye imaa yako, na watuma anatuma malaika wakamate wawalete mahali hapa katika jina Yesu. Uliowakamata kama watu waliochanganyikiwa, uliowakamata kama watu wanaougua, uliowakamata kama watu waliopoteza mwelekeo, uliowakamata kwenye ulevi, umewakamata kwenye uzinzi, umewakamata kwenye usagaji, umewakamata katika jina Yesu, ninapokonya watoto wa kiume, ninapokonya watoto wa kike, roho za kusagaji roho za usagaji roho za ushoga, nasinyang'anya kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo nina nyang'anya mateka kwa damu ya mwana kondoo. Naitandika roho ya Zebeli kwenye nchi yangu, naitandika roho ya Zebeli kwenye taza kanisa langu, naitandika roho ya Zebeli kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu naitandika, kwa maana imeandikwa, haya, simama sasa kwa uganga wako na uchawi wako uliojitabisha nao tangu ulipokuwa mdogo, tuone labda utashinda katika jina la yesu ninashinda kwa damu ya mwana kondoo ninashinda roho za uchawi zote nashinda roho za uganga zote kwa damu ya mwana kondoo katika jina la yesu kwa maana imeandikwa kwa neno la bwana mbingu zilifanyika leo ninafanya kila uumbaji kwa damu ya mwana kondoo ninafanya uumbaji uumbaji wa kiungu ninafanya uumbaji uumbaji wa baraka unafanya uumbaji uumbaji wa afya unafanya uumbaji kwa damu ya mwana kondoo katika jina la yesu kristo kwa damu ya yesu kristo ninawashambulia leo, ninawasha moto leo, ninashinda leo kila roho za giza, nazishinda roho roho za mapepo ninazishinda roho roho za mazuani ninazishinda roho roho za mapepo ninazishinda, nina leo katika jina la Yesu kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu Kristo, ninakwenda kila kwa damu ya mwana kondoo, ninakwenda kila bwawa nakwenda kila mlima ninakwenda, ninaikamata Morogoro, ninaiweka kwenye imaa yangu katika jina la Yesu, naikamata Morogoro, naikamata Tanzania na mikoa yake naiweka kwenye imaa yangu katika jina la Yesu Kristo. Wakati umefika kwa damu ya mwanakondoo, katika jina la Yesu, maana Bwana akasema, watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenyaswa kwenye mashimo, wamefichwa kwenye magereza, wamekuwa mawindo wala pana okoahe, wamekuwa mateka wala pana asemaye rudisha. Leo katika jina la Yesu ninarudisha kila kitu, ninarudisha fedha, ninarudisha biashara, ninarudisha afya, narudisha kanisa lililopotea, nalirudisha kwa damu ya mwanakondoo na nairudisha nguvu ya Mungu iliyopotea kwa watu nairudisha kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu. Narudisha maombi yaliyopotea nayarudisha kwa damu ya mwana kondoo nayarudisha kondo ndani ya kanisa nayarudisha ndani ya biashara nayarudisha ndani ya kanisa nayarudisha ndani ya taifa nayarudisha ndani ya mkoa nayarudisha kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu, kwa maana imeandikwa, ndipo wakati wa jua la kupunga, wakati wa jua kupunga, ndipo Mungu akatembea bustanini na asimwone Adamu, akamwita Adamu akasema "Huko wapi Adamu?" kwa damu ya mwana kondoo. Adamu akasema nipo huku nimejificha. Katika jina la Yesu, e nchi yangu Tanzania, kama unatembea mtu aliyejificha, e mkoa wangu Morogoro, ninasema kama unatembea kama mtu aliyojificha, ninasema na mwanaume anayetembea kama mtu aliyojificha kwa sababu ya kosa alilolifanya, ninasema na mwanamke anayetembea kama mtu aliyejificha kwa sababu ya dhambi aliyoifanya, leo katika jina la Yesu, ninatuma malaika wamlete, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu, kwa maana imeandikwa kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Ninatuma malaika, ninauponda ponda moyo kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu. Moyo wa watu ukii, moyo wa watu utii, moyo wa watu ukubali, katika jina la Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, katika jina la Yesu. Yoeli akaonyeshwa makutano mengi wanakotoka katika bonde la kukata maneno, wanatoka kwa wafo, wanamwendea Bwana. Ninaagiza kwa jina la Yesu makutano yakimbilie kwenye ibada yakimbilie kanisani yakimbilie kwa Mungu, yakimbilie makutano yakamlilie Bwana kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu. Imeandikwa, ndipo Bwana akamwambia Musa, tazama sauti ya kilio chao kimenifikilia na nimeyaona na machozi yao, nami na nimekuja ili niwaokoe. Katika jina la Yesu ninaagiza, Tanzania peleka sauti kwa Bwana, ninaagiza kanisa, peleka sauti kwa Bwana, ninaagiza watu, peleka sauti kwa Bwana, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu, tuma kilio chao za Bwana, tuma sauti yako mbele za Bwana kwa habari ya watu wako, kwa habari ya ukoo wako, kwa habari ya familia yako, kwa habari ya uzao wako. Ninatuma sauti kwa damu ya mwana kondoo kwa habari ya kanisa langu. Ninatuma sauti kwa jina la Yesu Kristo kwa habari ya familia yangu. Ninatuma sauti kwa damu ya mwana kondoo kwa habari ya watu wangu. Natuma sauti kwa damu ya mwanakondoo katika jina la Yesu. Naipeleka sauti kwenye mulimwengu wa roho, naipeleka sauti kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu, kwa maana andikwa jeshi lijapojipanga kupigana nami sitaogopa, maana Bwana gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Katika jina la Yesu Kristo, ninatangaza kila majeshi ya kuzimu, ninatangaza majeshi yaliyojipanga kwenye ulimwengu wa roho, ninayashinda kwa damu ya mwanakondoo katika jina la Yesu. Nafyatua kila mishale iliyokaa mbele yangu, nafyatua kila mishale iliyoandaliwa mbele yangu, nafyatua kila mishale, mishale ya mauti, mishale ya magonjwa, mishale ya umasikini, mishale ya mishale ya shida, mishale ya baraha, mishale ya kukataliwa, mishale ya udhaifu, naifyatua kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu. Na kata kila minyororo kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu Kristo, ninaivunjavunja kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu, ninaipondaponda kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu. katika Yesu imeandikwa, kila silaha itakaofanywa dhidi yangu haitofanikiwa na kila ulimi utakaonyanyuka juu yangu utahukumiwa kuwa mkosa. Ninasema na silaha iliyotengenezwa kwa ajili ya maisha yangu, iliyotengenezwa kwa ajili ya watu wangu, iliyotengenezwa kwa ajili ya kanisa langu, nairudisha ilipotoka kwa damu ya mwanakondoo katika jina la Yesu. Ninaitumia aina ile ile ya silaha walioitengeneza wao na maelekezo yale yale, ila ninayageuza yaelekee upande wao kwa damu ya mwanakondoo, yakapige wa upande wao, upande wao na watoto wao, upande wao na wazazi wao, upande wao na watu wao, ile ile silaha ikawatandike kwa damu ya a katika jina Yesu, kwa maana imeandikwa, shimo aliloshima watatumbukia wenyewe, mtego alioutega utawanasa wenyewe, jua alilolivilingisha litawasaga wenyewe. Na wasagasaga saga, kwa damu ya mwana kondoo, na wakatakata katika kati jina Yesu, na wachana chana kwa damu ya mwana kondoo, katika jina Yesu. Hamtoka salama kwa damu ya mwana kondoo, katika jina Yesu Kristo, kila mliokamata watu, mliowashika watu, mliowakamata uchumi, kwa damu ya mwana kondoo, na wavunjavunja kwa damu ya mwana kondoo

maana imeandikwa neno la Bwana lina nguvu hata kuangusha ngome. ikapara ikapara ikaarabaikaramaseke kila ngome iliyosimama ikapara baba ninaiangusha, ikapara yakapara maake yakaparamaste ninaibomoa, ikaparama ykapasetektakaapa ykaparamab ninaiwasha moto ikapara ilipokaa mahali popote, wakasema sio wale ikapara babababa wakasema wameisha, siku hizi, ikapara mamababa wakasema moto umekwisha. Ikapara bababa, leo ninatuma moto, yakapara mamamasekete, moto wa bwana unarudi, ikapara bababa, moto wa bwana unatembea, ikapara babababa yekapara babababa, moto wa uponyaji, ikapara babababa, moto wa baraka, ikapara mamama, moto wa ukombozi, ikapara babababa etetete, ninawaita watu wote kwa majina yao, ikapara mamama, waliokaa kwenye nyumba zao ikapara mababa waliolazwa mahospitalini ikapara mabababa waliokuwa hawawezi ikaparababababa wagonjwa wa miguu wa figo ikaparababba wagonjwa ikapara ikapara ikapara ikapara wa kansa moyo e ikaparababbba magonjwa ya kurishi ikaparabababa nayatandika leo ikaparamababa nayashinda leo ikapara mabababa woshakaparamaba ninawaita ekaparababbba wakimbie wache ikaparabababa oshete nashusha bendera za kuzimu na

Malaika sambaha ikapara mama baba, malaika sambaha ikapara mama Baba, malaika sambaha ikapara Baba, sambaha kwenye miamba ikapara mama baba, sambaha makaburini, sambaha njia panda, sambaha kwenye manjia yote, sambaha kwenye masoko, sambaha kwenye mastendi, wakamate watu ikapara mama baba, watu waliotekwa, watu walioshikiliwa, watu waliozuiwa, katika jina la Yesu wakomboe huko ikapara mama shete

Ninao damu ya Yesu, damu yenye uwezo zaidi, damu yenye mvuto zaidi, damu inaokimbiza mapepo, damu inaokipizwa na majini, damu inaogopeka ikapara mamamashete. Ninaitumia hiyo damu leo ikapara bababashete. Ninao shuhuda ikapara mama mama ya kwamba Yesu ikapara babababa alikufa akazikwa, ikapara baba baba na siku tatu akafufuka, ikapara baba baba na sasa yuko hai neno ikapara ushu ya kwamba Yesu ikapara baba akasufufuka ikapara baba na sasa yuko hai ikapara baba. Shetani amesema ikapara baba na mimi niko hai ikapara baba, huduma yangu iko hai ikapara baba, afya yangu iko hai ikapara baba, familia yangu iko hai ikapara baba, uchumi wangu uko hai ikapara mama, biashara yangu iko hai ikapara baba

ikapara babashetete na siku ya tatu akafufuka. ikapara mamamamasheke na sasa yuko hai ikapara bababashetetete ikapara babbasheke tata ikaparabababaha ninao ushuhuda. ikapara babbaha mtu aliyezikwa siku nne, ikapara bababaha, Yesu akamwambia toka nje, ikapara babah, akatoka yule aliyekufa amefungwa sanda mikononi, ame na miguuni na usoni amefungwa leso. Yesu akasema mfungueni, mwacha aende zake Ika paabbb ninao ushuda. ikaparababbaa Kuna mambo yaliyokufa yanafufuka. ikaparabababaa biashara zilokufa zinafufuka. ikapara bababaha kanisa lililokufa linafufuka. ikapara bababaha moto wa maombi uliokufa unafufuka. ikaparabababaha Ufufuke, ufufuke ndani yangu, ufufuke ndani ya watu wangu, ufufuke ndani ya nchi yangu, ufufuke ndani ya mkoa wangu, ufufuke ikapara mamamashetet ikaparabakpaamamah Hiso kaparamamamashe kaparamamama. Nina ushuhuda Bikira akachukua mimba ii kapara mama mama. Sio lazima mjomba, sio lazima shangazi, sio lazima bibi, sio lazima mwanadamu, lakini kwa neno wa Bwana

E, hakukuwepo na mazao e, hakukuwepo na miti e, kulikuwa na maji tu e, na roho ya Bwana ikatulia juu ya nchi e, ikatulia juu ya uso wa vilindi vya maji e, Bwana akasema iwe nuru ikawa. e, Mungu akalitenga giza na nuru e, giza lilikwepo lakini nuru ilitamkwa. e, rikapashekatakatapaa ninatamka e, nuru usiku ya leo e, natamka nuru usiku ya leo na tamka nuru siku ya leo, nuru yaga gizani, nuru itembee kwa jina la Yesu, nuru ionekane kwa jina la Yesu, nuru itembee kwa jina la Yesu, waliofungwa gizani waliofungwa kwa magonjwa waliofungwa kwa misiba waliokata tamaa na kuzalaulika, natuma nuru ikapara mama mashete natuma nuru likapashetatatapa nuru ionekane sasa nuru ionekane tembee sasa nuru ikasimame sasa rikapasheta tata ekapara mama mashete. Bwana akasema maji na yajitenge, akajitenga. rikapasheka takapara mama moseke yekapara mama masheka. Nami natenga watu na magonjwa, natenga watu na misiba, natenga watu na laana, natenga taifa na shida, natenga taifa na marumbano, natenga taifa na mauzi, natenga taifa langu, natenga nchi yangu, natenga kanisa. rika pashetete yekaparamama masheke ikaparamama masheke tekepara baba buseke rika pasheka pana mama mamaseke rika pasheka taka papa naairisha kila uovu uliopangwa, naairisha kila uovu ulioandaliwa, naairisha kila uharibifu uliopangwa. Ninasimama kwenye nchi ya Tanzania juu sana, ninaitabiria na kuitangazia Tanzania, mauti haitotokea tena kwako, misiba haitotokea tena kwako, vilio havitotokea tena kwako bali sauti ya furaha na shangwe itasikikana tena, bibi harusi atasikikwa tena, bwana harusi atasikika tena, watoto wachanga watasikika na kufurahia tena. rika shakapara mama maseke rika pashetatata hokaparamamamasheketeke eparamama mashekapa ekaparamama mashekete yeporamamamaseka parababowosheke Likasoko roboseke tekapaba likaseka lika pa mama likapaseka ta kadabosi kaparamama baba likapasekatapababababo likasekatamararawoboseke. Asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana. Mahali hapa moyo moto ukawake, mahali hapa neno likasimame, mahali hapa nguvu yako ikatoke mahali hapa uwezo wako ukaonekane, mahali hapa neema yako ikasimame, mahali hapa ukuu wako ukasimame, mahali hapa rika pasheka para baba baseke. Sante Bwana, sante Roho Mtakatifu, sante kwa ajili ya leo. Sante kwa ajili ya kesho, sante kwa ajili ya kesho kutwa, asante kwa ajili ya mwaka utakaoanza. Asante Bwana kwa ajili ya mwaka huu mm. Sante kwa ajili umesimama pamoja nasi mm. Sante kwa ajili ya watu kama sisi mm. Asante kwa mkono wako utakavyoonekana mm. Asante kwa mkono wako utakavyoonekana na kutembea mm. Asante kwa mkono wako utakavyosimama mm. Asante kwa mkono wako utakavyoonekana mm. Poshe kapara, mamama, sante Yesu, Mungu Baba, Ninakushukuru, ninaomba kwa ajili ya huyu anayesikia sauti hii, ainuke kuanzia sahizi mahali alipokuwa amechoka. Ainuke akafunguliwe, ainuke akaponywe, ainuke akainuliwe, akainuliwe tena imani yake, akainuliwe tena uwezo wake, katika jina la Yesu Kristo, amen.